Enyewe i, i, i, i Kenya usipokuwa mjanja a, walituambia tufuatie Kasongo anatuambia y, anyway, ni sawa tu. Siku moja fomu itajiba, lakini sasa inajiba kutoka wapi? Watu wengi wanakufa maskini, ma nianze wizi ah, nzata ni ama niende Vietnamu niuze kokeni la kuenda kutieki mazi wangu, lakini sina mistari namklashia mistari iwezi kuja waja nipige kipoza, pige kipoza kimoja nipate mistari wa wa wa wa

Mboko. I can advise you. Uwezi kunywa pangi kila siku? Eh? In a day, unaweza kunywa misokoto nane. Hiyo ni 500. In a month, in a week, unaweza kunywa, unaweza tumia 3800 kwa pangi pekee. I I don't want peace. I want peace. Problems always. Eh? In a month, utakuwa umeuse 12000. Wapangi. Ai, Emboko, uende hivi inaia. This man, okay, unaweza kuwa umeuse 100 million wapangi. In 10 years, you could have used 10 billion. Ina ai, Emboko, hapana. Mhm, hii haiwezi kusaidia. Wacha nikuambie. Hizo 10 billion in 10 years utakuwa na apartment yako, utakuwa umenunua meli, utakuwa umenunua hata train, utakuwa umeajiri vijana kama Mm. Hadi vijana kama wewe. So hizi hizi pesa zenye una spend kwa bangi, unaweza fanyia kitu ingine ya maana. Na kwa advice kama my son. <laughs> Waje nikuulize. Uliza, niulize. Eti, eti, umesema ten years, ten billion. Exactly. Da, alikuwa wako. Mr. Mangasu, Dr. Professor. Hiyo hiyo sasa yako ndo pangi, hiyo hiyo hiyo hiyo ni pangi. Acha sasa juu. Okay. Unafuta pangi? Hapana. Ufuti, si ndio? Umefanya hii kazi ya motivation speaking 20 years. Na ufuti pangi? Ukona apartment yenye umetengeneza? Hapana. Vijana? Umeajiri? Hapana. Kuna train? Hapana. Amenunua meli? Hapana. Uko na 10 billion? Ah, najua unaniona kama matako yako. Toka hapa hmm, toka! Wenye wafuti pangi, kiwauliza wame invest nini? Kila kitu machipu ni hapana, shata mmeona, pangi ni mbaya, wenye wafuti na nawaambia hata na pangi <coughs> <coughs>